Wote tuna taarifa kwamba jeshi la polisi lilipiga marufuku mikutano na maandamano yasiyo na kikomo nchi nzima kuanzia tarehe 7 mwezi wa sita mwaka elfu mbili na kumi na sita. Hatua hii ya polisi ambayo inatokana na mamlaka yao walionao ya kikatiba na kisheria inatokana na hali iliyokuwa imetokea. Kwanza kulikuwa na kundi moja la vyama vya siasa ambao walikuwa wametengeneza, wametangaza kwamba wataandaa maandamano na mikutano ya kisiasa nchi nzima isiyokuwa na kikomo, kueleza mambo mbalimbali mbali. Moja kupinga udikteta. Na baada ya hilo kundi kusema hivyo, kundi lingine nao la vyama vya siasa likasema nao wataandaa maandamano na, na mikutano nchi nzima kwenda kila wanakoenda hawa jamaa kupinga hatua hiyo. Polisi kupitia taarifa walizokuwa nazo wakaona kwamba kungekuwa na uvunjifu mkubwa wa amani kama hatua hiyo inge, ingeendelea ndio maana wakapiga marufuku maandamano hayo yasio na kikomo na mikutano hiyo isiyo na kikomo, ambayo inakusudiwa kuzinduliwa tarehe moja mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na sita Na wao polisi, katika lile tangazo lao walisema hivi, hatua hiyo ni hadi hapo usalama utakapokuwa umetengemaa. Chama kimoja kilienda mahakamani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, moja kilifungua shauri moja kule Mwanza kupinga amri ya kuzuiwa na OCD wa Geita yule. Alikuwa anashitakiwa OCD wa Geita na mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama kuu ya Tanzania pale Mwanza. Baadaye wao wenyewe wakaondoa hiyo kesi yao mahakamani, sababu aliyosema, anasema amefungua kesi nyingine hapa Dar es Salaam, katika kesi mbili, mahakama kuu ya Dar es Salaam hapa mahakama iliwashauri kwamba wameenda mahakamani mapema mno kabla hawajahitimisha au hawajatumia fursa zote zilizopo kuhusiana na tangazo la polisi la kupiga marufuku mikutano hiyo. Kwa hiyo walishauriwa kwamba watumie hizo fursa wazimalize zote. Bahati nzuri Chadema wamekata rufaa kwa waziri mwenye dhamana ya masuala ya polisi na wakati wamekata rufaa pia wameendelea kusema kwamba msimamo wao bado uko pale pale, lakini lingine ambalo lazima tuliseme ni kwamba hapo katikati kuna hatua nyingine pia zimechukuliwa, ukiacha Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenda mahakamani kupinga amri ya polisi inayozuia ku, ku, ku, ku, kufanya mikutano na, na maandamano yasiyo na kikomo hadi hapo usalama utakapotengemaa. Lakini pia swala hili limeweza kushughulikiwa na msajili wa vyama vya siasa, ambaye alishauri kwamba tutumie sheria ya vyama vya siasa ambayo ina baraza mahususi. Inavyoelekea walimpuuza. Lakini katika hatua nyingine tena, swala hili lilifikirishwa kwenye Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na pale Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilishauri kwamba moja, pande zote mbili zijizuie na ile hali ya kuweza kupelekea kuwepo kwa uvunjifu wa amani. Lakini walishauriwa Chadema kwamba mpaka sasa hakuna huo udikiteta ambao wao wanataka kuandamana kupinga huo udikiteta. Bahati nzuri tuko hapa kwenye Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, kwamba waliondoe neno udikteta kutoka kwenye misamiati yao, kwenye haupo. Na hii ndio Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, so good governance inaangalia na, je nchi inayoongozwa kwa mujibu wa wa taratibu za utawala bora, je kuna udikteta hapa? Wao walivyoona wakiangalia zile sifa za udikiteta, waliona kwamba katika nchi hii so far mpaka sasa hakuna huo udikiteta, na wakawashauri chama cha demokrasia na maendeleo waondoe hiyo huo msamiati kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kampeni zao. Sasa hawa wanasema katazo la polisi kuzuilia hayo maandamano yasio na kikomo ni kinyume cha katiba, ni uvunjifu sijui wa haki za binadamu na za katiba. Lakini ibara ya ishirini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ndogo ya kwanza. Na chini ya ibara hii ndipo pia hata vyama vya siasa wanavyoona vinawekwa pale na, vinawe na haki zao na masharti yake. Ibara ishirini ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru na uhuru, haki ya watu kukutana kwa ajili ya mambo yao, lakini inasema kwa amani. So mliona katiba msisitize hiyo hapa, yaangalie kwa amani, kukutana kwa amani. Na hapa kuna pande mbili zinasigana: kundi moja linasema nafanya maandamano yasiokuwa na kikomo nchi nzima kupinga udikteta ambao haupo anyway. Kundi lingine nalo sitaandamana yuko huko kuwapinga hao. Polisi wanasema a, kutakuwa na uvunjifu wa amani, hiki tusikifanye hadi hapo hali ya usalama itakapokuwa imetengemaa. Kwa hiyo hata kwa mujibu wa ibara ishirini tu hiyo, ibara ndogo ya kwanza, unaona uhalali wa kitendo cha polisi cha kuzuia hiyo mikutano. Kwa kwenye mazingira kama haya unaliona uhalali wa hatua iliyochukuliwa na jeshi la polisi. Jeshilalesi, tunakubaliana kama taifa, tumeshachoka na amani. Ndio maana mimi nilisikitika sana nilipopata taarifa kwamba baada ya tukio lile kuwao kwa mmoja wa polisi, baadhi yetu tumeshangilia na kushabikia wananchi. Mimi naomba naomba sana hii, <laughs> hii hatua sio nzuri katika taifa hili unapofikia unaona baadhi ya watu tena wanaheshimika kushabikia uvunjifu wa sheria ndeni aini foiti. Sisi nchi hii imekuwa ikiheshimika utawala wa sheria. Mimi leo mtu ajitokeza aniambie kwamba hatua iliyochukuliwa na polisi ni kinyume cha katiba, atueleze ni kifungu gani cha katiba, ni kifungu kipi cha sheria na kwa nini hajachukua hatua kwenda mahakamani kufungua kesi ya kikatiba kwamba mimi haki yangu imezuiliwa ya kufanya mikutano ya kuendesha siasa? Aende mahakamani akafungue kesi kama kweli hapo kuna haki inavunjwa. Hivi suruhu hiyo unafanya majadiliano na sheria au unaenda kufanya majadiliano na polisi, wakati wanapotekeleza jukumu lao la kudumisha amani na utengemano wa nchi? Sheria yenyewe imeandikwa hivi, ndivyo so ilivyo. Huwezi kujadiliana na sheria, laila unaivunja tu, na kuivunja kuna sanctions yani, kuna hatua zitafuatilia adhabu. <laughs> Maana hao polisi waliochukua majukumu hayo walitoa maelekezo yale, wana mamlaka yao ya sheria wanaoisimamia. Wana najiuliza kuna mtu ana taarifa tofauti na za polisi kwamba kutakuwa na uvunjifu wa amani kama hali hiyo itaendelea. Na kama na taarifa tofauti na hizo, kwa nini wamekuwa wakisema watu wanametaharuki. Na kuna hiyo call for whatever you call dialogue, mazungumzo. Unazungumza na nani sasa? Yani, polisi ikianza kunegotiate kujadiliana na watu, utekelezaji wa majukumu yao, hiyo haitakuwa ya tena polisi. Mimi ombi langu ni tuheshimu hivi vyombo tu ambavyo vimeondwa kikatiba hapa tuna mahakama imesema hivi, tuheshimu. Kuna polisi iliko kwenye katiba, iliko kwenye sheria, tuheshimu. Kuna tume ya haki za binadamu iko kwenye katiba, tuheshimu. Kuna msajili wa vyama vya siasa yuko kwenye katiba na sheria, tuheshimu, and then we shall be so much fine. Eh, najua kuna hiyo haja hata kusema ukutane na serikali. Sasa serikali unaenda kukutana nayo kunegotiate kitu gani? Maana lazima uwe na facts Polisi watakwambia sisi taarifa tulizonazo ni hizi na hizi, na ninyi wenyewe mnaona matukio yanayotupata, mnaona matukio watu kujichukulia sheria mikononi. Ah, wao nasema hapana mjadilieni. Mnajadiliana kitu gani? Unajadiliana na katiba? Unajadiliana na, na, na, na sheria? Maana kila aliyesema ana mamlaka yake katika hili, kila aliyesema ana mamlaka yake ya kisheria na kikatiba. Sisi kwetu wa Tanzania kitu cha kwanza kabisa ambacho tunapaswa tukilinde na kukienzi ni amani na usalama wa taifa letu. Natambua umuhimu wa, wa, wa, wa, wa taasisi hizi za kidini kwa sababu nazo zina lengo la kudumisha amani kushauri kwamba watu wasi wafanye majadiliano na serikali. Lakini pia natambua Korani na Biblia pia zinafundisha juu ya kutii mamlaka ya serikali zilizopo. Kwa hiyo umo, njia mojawapo ya pia kupitia suluhu ni kuambia waumini wetu tu kwamba jamani, hey, tuheshimu hii mamlaka, hiyo nayo umeepusha shari, maana kwenye Biblia sehemu <laughs> fulani imeandikwa kwamba heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu well good. Lakini namna nyingine ya kupatanisha ni kuambia bwana wee achana na haya. Kwenye swala kama hili tunahitaji kuwa tu objective Hili swala sio la ushabiki, kama mlivyoona ninyi wenyewe na kama mnavyofahamu, hakuna mtu ambaye anaweza kuwa salama kama amani ya nchi imetetereka. Mimi ushauri wangu kwa vyama vya siasa waache hiki kitu, tangazo la polisi linakata across the entire political parties. All, ina, inagusa vyama vyote vya siasa, haijaishi kama ni chama chenye serikali inayotawala au kisichokuwa na serikali inayotawala lakini la pili, viongozi wa siasa wenyewe wa vyama vya siasa hivi, they should refrain from giving inflammatory statements. Yani vyama vya siasa vyenyewe viachane na kutoa kauli zinazochochea uvunjifu wa nini, wa sheria na uvunjifu wa amani na hata matumizi ya maneno, kwa mfano unapotumia neno operation Operation ni ukuta, y unajiuliza, hivi vyama hivi, mimi nitamuuliza u msajili vyama vyao hivi, kwenye katiba zao zina misamiati hiyo? Kwa sababu operation ni matumizi kwenye majeshi. So mnaenda msome kwenye dictionaries, military campaigns hizi ni hatua za kijeshi.